Uhaligani mpenzi mtazamaji wetu, karibu tena, karibu katika kipindi hiki cha magazeti asubuhi ya leo. Uh, natumai kwamba umeona uh, kipindi chema kabisa kutoka kwa Mtume Dr Perano Fernandez ambaye amekuletea ansa na Bwana asubuhi hii ya leo. Na leo uh, tupo na magazeti mbalimbali mbali hapa ambayo uh, tutakwenda kukusomea mtazamaji wetu ambaye unatufuatilia sasa hivi kupitia mitandao yetu ya kijamii kule Facebook pamoja na Instagram YouTube uh, pia tunapatikana huko mtazamaji wetu. Basi hakikisha kwamba una subscribe una like una share video zetu, ili uh, uwe wa kwanza kupata video zaku ndipo tu pale tutakapokuwa tumezitoa mtazamaji wetu. Lakini uh, tuna magazeti mbalimbali mbali hapa leo tarehe hii ya kumi na mwezi wa 4 2024 24 mtazamaji wetu Gazeti la kwanza tuliyokuwa nalo asubuhi ya leo ni gazeti la Mwananchi ambalo limeandika kuwa katika habari yake kuu, Chadema kujiengua uchaguzi wa 2025 ni, ah, ni kizungumkuti. Wanasheria, wana wanasiasa, wadau waibuka na mitazamo tofauti. Kigogo wakafu kafu akumbushia magumu aliyopitia walipo uh, ajengua katika uchaguzi wa Zanzibar. Heche asitiza hawatarudi nyuma kusimamia uamuzi wa, wa vikao halali habari ah, yote utaipata ukurasa wa pili na watatu wa gazeti hili la Mwananchi, mtazamaji wetu. Pia linaandika vifo vya mkurugenzi dereva TANESCO alivyoacha ah, simanzi. Habari utaipata ukurasa wa sita wa gazeti hili la Mwananchi. Mtego mwingine wa bunge CCM eh, Mei, Mei, Mei Mosi. Habari ah, hii utaipata kwenye ukurasa wa nne. Mkakati mpya wa CCM wa bana watoa ushuru. habari hii utaipata ukurasa wa 36 wa gazeti hili la wananchi. Lakini juu kabisa nasema Osman ajitoza kupambana, aa, kupambana na Dokta Mwinyi Zanzibar. Ninaandika hivyo gazeti la mwananchi asubuhi hii ya leo, lakini pia tuna gazeti ya la Zanzibar leo gazeti la Zanzibar leo linasema katika habari yake kuu asubuhi ya leo, Dr. Mpango, um, Mwalimu Nyerere asisitiza ulinzi wa amani, awataka wa Tanzania kuishi maono yake, bali utapata ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar leo. Upepo mkali wa vuma Beijing China kaskazini, safari zandege, za ndege zasitishwa. Habari utaipata ukurasa wa tisa wa gazeti hili la Zanzibar leo. Diwani akemea rushwa uchaguzi CCM Zanzibar kuwa kitovu cha bara Afrika. Habari utaipata kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar leo, mtazamaji wetu. Lakini pia chini linaandika rais wa Marekani apigwa risasi ya kichwa na kufariki. Habari utaipata ukurasa wa tano wa gazeti hili la Zanzibar leo. Lakini tuna gazeti la Nipashe pia. Gazeti la Nipashe habari yake kuna sema Chadema kujitoa, wadau washtuka, wasema ni ishara mbaya kwa demokrasia nchini, waofia ufia uchaguzi mkuu kupoteza mvuto, washauri kuwapo mwafaka wa kitaifa, Rais Samia akutane tena na vyama. Habari hii utaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili la ni CCM yatangaza kiama makada wanaochafua hali ya hewa. TLC Bawacha wataka Tundu Lisu achiwe. Habari hizo zitaipata kwenye ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Nipashe. Pigo TANESCO, basikeli chanzo kifo cha mkurugenzi wa dereva wake. Habari hizo zitaipata ukurasa wa nne wa gazeti la Nipashe. Lakini katika habari za juu za gazeti hilo linaandika, Rais Salimi, Rais Samia tuli aung'ara kwenye tunzo za wanawake mashuhuri Afrika. habari ne kurasa 19 wa gazeti hili la Nipashe. Babu adaiwa kuwa mjukuu wake kisa binti yake kuzaa na baba mdogo, bali utaipata kurasa ya tatu. Na maresela ma, aibuka na hoja vurugu za no reform no election, hizo zote utazipata katika gazeti hilo la Nipashe na nyuma kabisa na chini kabisa ya gazeti la Nipashe linaandika Simba ni mwendo wa kufu, ya, ya nusu fainali tu, habari utaipata ukurasa wa nne wa gazeti hili la Nipashe. Tuna gazeti la Uhuru pia siku ya leo, mtazamaji wetu, gazeti la Uhuru linaandika Dr. Mpango, Dr. Mpango agusia wosia wa Nyerere, alisitiza Watanzania kulinda amani, aliamini usawa wa binadamu na ujenzi wa taifa lisilo na matabaka. Alitoa kauli hiyo katika kongamano ya la, la, la, la kumbukizi ya miaka mia moja na tatu ya kuzaliwa Nyerere. Amtaka Rais Samia kufuata nyayo hizo, habari tutalipata ukurasa wa pili wa gazeti pendwa kabisa la Uhuru, ukweli daima. Pia anasema CCM Zanzibar kuwa bana watu watu wa ushuru katika uchaguzi wa ndani, habari tutalipata kwenye ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Uhuru. Pia wadau wa sifu haki utawala bora aeneke habari hii utaipata ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Uhuru. Uh, au kutoa bilioni uh, 580 uh, ugharimia mradi habari hii utaipata ukurasa wa tatu chini kabisa, linaandika simanzi, Rais Samia amlilia bosi TANESCO iliandika hivyo, na habari za juu kabisa linaandika, uh, itifaki haki ya watu wenye ulemavu kupelekwa bungeni. Msekwa aridhishwa viongozi wa wanaoenzi misingi ya CCM, kazi na utu, tunasonga mbele, naandika hivyo gazeti la Uhuru, ukweli daima. Pia gazeti la habari leo siku ya leo linaandika Samia amwagiwa sifa kumwenzi Nyerere, ni mmoja, a, ni umoja wa kitaifa, maridhiano, uongozi na miradi Ma, Mangula a, kimiti Uh, Chiligali Butiku wahimiza uadilifu, andika pia makamu wa rais Zanzibar autaka urais. Habari utapata kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili la Zanzibar za habari leo. JTZ India wajinoa uh, usafi, uh, usalama baharini uh, ya Hindi. Habari tutapata ukurasa wa 4. Mtendaji TANESCO kuzikwa Jumatano, chanzo cha ajali cha tajwa. Habari utaipata ukurasa wa pili kwa gazeti hili la habari leo. Na chini kabisa sema CHADEMA semachadema ya yapingwa akutosaini kanuni Hbarhi tazipata kwenye ukurasa za ndani kabisa a gazeti hili la Zanziba leo. nm yapongezwa ya, yapo bilioni moja mikopo ni shati safi. Habari hii utaipata ukurasa tatu wa gazeti hili la, zanzi, la habari leo. Watazamaji wetu, tuna gazeti la Wamachinga hapa na habari ya kikuu linasema: rais Samia amlilia bosi Tanesco, ni mkurugenzi nyamo hanga alifariki kwa ajali ya dereva na dereva wake mkoani Mara. Dkt Biteko zitokabo wasema taifa linapoteza kiongozi chapakazi mzalendo asiye na makuu. Bodi ya mkurugenzi TANESCO waguswa, waomba utulivu kwa wafanyakazi wa, wa Tanzania. watanzania bariitapata kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili la Omachinga. Mahakama ya rufaa ya shusha nyundo Vodacom kodi TRA yaitaka kulipa TRA zaidi ya shilingi bilioni 1.4 ikiwa ni riba ya kodi ya zuio ni kwa kuchelewa kulipa kodi hiyo. Habari utapata ukurasa wa tatu wa gazeti hili la wa Machinga. Dkt Ngwajima azindua mahabusu ya watoto Mtwara. Habari utaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili la Wamachinga na juu kabisa linasema serikali yaipongeza NMB kum, kwa kampeni uh, ya upandaji miti patatpta kurasa tatu wa gazeti hili la Wamachinga. Osman achukua fomu ya kupambana na Dr. mwenye urais Zanzibar. Watazamaji wetu tunaendelea kutazama magazeti ambayo ya yana mijira leo, tarehe tarehe kumi na, e, tarehe kumi na nne mwezi wa nne hapa mjengoni e, kwetu. hakikisha kwamba una subscribe vizuri kabisa katika YouTube yetu na pia una follow katika peji zetu za Facebook. Kwa mtazamaji wetu, tuna gazeti la Majira na katika habari yake kuu linaandika Baskeli yahusika kifo cha bosi wa Tanesco, Rais Samia, Naibu Waziri Mkuu Biteko uh, wamlilia pamoja na dereva wake, alikuwa miongoni mwa wakurugenzi watendaji watendaji wachapa kazi, bado utaipata ukurasa wa nne watajwa, ukurasa wa gazeti la majira. viongozi watajwa kutowajibika kutatua migogoro ya wananchi bado taipata ukurasa wa nne wa gazeti hili la majira. CCM Zanzibar e, yaonya uh, watakaohujumu kura za maoni, habari utaipata ukurasa wa nne. Mpango Samia amedumisha amani kupitia falsafa ya R4, habari utaipata ukurasa wa nne. Mtazamaji wetu wa gazeti la Majira juu kabisa, habari za juu nasema, makamu wa kwanza rais SMZ ajitoa ajitosa urais Zanzibar, habari utaipata ukurasa wa tatu wa gazeti la Majira. Serikali yapongeza NMB kampeni ya upandaji miti Ukurasa wa nane umeandika katika gazeti hili la Majira, M23 yashutumu kikosi cha SADC. Habari hii utapata ukurasa wa 19 wa gazeti timu ya msaada wa kisheria ya kutana na vilio Lushoto, habari utapata ukurasa wa tisa kabisa wa gazeti hili la majira. Mtazamaji wetu, tuna gazeti la uelekeo asubuhi ya leo na habari yake kuwa nasema ajali iliyotikisa maisha ya mkurugenzi TANESCO, habari iliyokata iliyokatisha maisha ya mkurugenzi TANESCO. Dkt. Samia aungana na Watanzania kuomboleza na juu kabisa linaandika mwenge waingia Morogoro kuzindua miradi ya bilioni ku. 8. Mtazamaji <coughs> una wetu unatufuatilia, kupitia mtandao wetu wa kijamii, basi hakikisha kwamba una subscribe unatufollow uh, pia katika page zetu uh, za TikTok Instagram na Facebook. Mtazamaji wetu, tuna gazeti la Tanzania leo, gazeti la Tanzania leo asubuhi ya leo, katika habari ya kikuu nasema, Samia aendelea kuchanja mboga, maono yake yazidi kuweka historia nchini kiwanda cha baruti vilipo kutoa ajira mia tatu. Habari utapata kwenye kurasa wa tatu wa gazeti hili la Tanzania leo. Tumeridhia Chadema wapumzika CPA, makala ya waomba wanachama wao waipigie kura CCM nasema hivyo na katika habari za pembeni za gazeti hili nasema, Samia atoa pole kifo cha mkurugenzi mtendaji Tanesco. CCM Zanzibar wakemea rushwa mchakato wa kura za maoni maone, pale mtapata kwenye ukurasa wa pili kwa gazeti hili la Tanzania a, leo a, Tanzania leo juu linaandika kwa TCCA, TCCIA yapongeza maendeleo mradi wa biashara wa EACLC. Hey, habari uh, habari za juu pia zinasema Mwalimu Nyerere alikuwa uh, muumini wa maridhiano yani, Dr. Mpango asema hivyo, na hayo ndio aliandika katika gazeti la Tanzania leo na pam, gazeti la Pambazuko linaandika katika habari kikuu Lisu kuwa Rumande uchaguzi mkuu, habari hizo utazipata kwenye ukurasa wa sita, wa saba, wa nane na wa tisa. THRDC yalilia mwafaka wa kimataifa, ukurasa wa 15 wa gazeti hilo limeandika hivyo. Wasira akiri CCM kuna rushwa, habari utapata kwenye ukurasa wa 14. Na haki yasema kwamba ubunge wa mbunge wafungwa wajawazito watengwe, habari utapata katika uh, ukurasa wa 27. Siasa pia anasema kwamba ukaidi CHADEMA kunufaisha vyama, habari utapata ukurasa wa tisa wa gazeti hili la Pambazuka. Mtazamaji wetu, utafuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, tumesha liweka huko, utalipata vyema kabisa mtazamaji wetu, na gazeti hili la Sauti ya Mara. Gazeti la Sauti ya Mara linasema katika habari yake kuu leo, RC aridhishwa kasi ujenzi lami magharibi ya Nyamongo, ni sehemu ya barabara inayounganisha wilaya ya Tarime na Serengeti kwa lami. Habari itaipata ukurasa wa nne. Meneja wa TAN Road Mara asema serikali ya awamu ya sita amedhamiria kufungua mkoa wa Mara kwa barabara za lami utapata katika ukurasa wa nne wa uh, gazeti hili la sauti ya Mara. Simanzi ajali yatikisi ya maisha, yakatisha maisha ya uh, bosi wa TANESCO. Rais Samia amlilia Bariki yatenga bilioni 4.687 nyingine za miradi taarime vijijini, ukurasa wa pili imeandika wa gazeti hili la sauti ya Mara habari za juu kabisa nika mwenyekiti CCM si mara asai ahimiza ustaarabu wakati wa kuchukua fomu za ubunge na udiwani. Ukurasa huu wa 9 umeandika wa gazeti hili la sauti ya mara. Elimu, kishindo cha uh, Nyamsaho Foundation wilaya ya wilayani Serengeti yawajengea ya, ya, ya walimu nyumba tatu. Abado tutapata ukurasa wa tatu wa gazeti hili na hayo ndiyo ambayo yapo katika upande wa juu wa magazeti yetu, mtazamaji wetu, na hivi punde ni tutaenda kutazama, tutaenda kutazama magazeti ya kwa upande wa uh, nyuma wa katika habari uh, za uh, burudani na michezo, mtazamaji. Karibu tena mtazamaji wetu katika kipindi chetu pendwa kabisa, kipindi cha magazeti asubuhi ya leo. Na sasa hivi tunakwenda kuwatazama magazeti kwenye upande wa a, michezo na burudani. Katika upande wa michezo na burudani, gazeti la kwanza ambalo tunafungulia habari za michezo na burudani ni gazeti la Mwanasport ambalo limeandika Tanzania prison pressure tupu, kapombe kapombe, zimbwe waachiwa a, msala, a, striker, a, mizambia aelekeza sababu ya simba SC yatinga tena nusu, linaandika hapo e, Mbeya City vs, uh, Simba SC. Mbeya City simba ushinda tatu moja. fei atafika mbinguni amechoka, linaandika hivyo gazeti hili la Mwana Sport. Aucho aitikisa Yanga linaandika hivyo Arteta e, kichwa kina uma Arsenal linaandika hivyo gazeti hili la Mwanaspoti asubuhi hii ya leo tazamaji wetu lakini pia na gazeti hapa la Uelekeo upande wa nyuma kwenye upande wa michezo linasema kwamba Yanga si haba kupata kifu, uh, kifuta jasho kaf, yasema hivyo, na Simba ya irarua 3-1 Mbeya City CRDB FA, Atletico Madrid kumng'oa Enzo Chelsea iandika hivyo na hayo ndio ambayo yameandikwa katika gazeti hili la uelekeo, uh, upande wa michezo na burudani wa hapa nyuma. Na gazeti la majira linaandika asubuhi hii ya leo, uh, kuwa Simba yatinga nusu finali ya, ya ichapa yaichapa Mbeya City tatu moja. Serikali yazidi kuimarisha sekta ya sanaa. Makala, endele, uh, makala, endeleeni kuichangia na Mongo FC asema hivyo katika gazeti la Majira upande wa nyuma wa michezo na burudani, mtazamaji wetu. Na gazeti la mwana uh, wa machinga kwenye upande wa michezo lasema uh, Ngorongoro Heroes uh, tizi limekolea Singida, furaha yetu kucheza kucheza kimataifa. Simba ya wanyoa wa babe wa, wa Azam CRDBF ngoma dube ni kipenzi cha mashabiki Zimbabwe hiyo andika hivyo gazeti hili la Mgomachinga upande wa michezo na brodani hukuu e, nyuma mtazamaji wetu pendwa kabisa, na haba, gazeti la uh, Zanzibar habari leo kwenye upande wa michezo linaandika kipenga, kipenga uchaguzi, uh, uchaguzi E, fat chapulizwa bado, mtapata ukurasa wa 23, limeandika hivyo. Rais Muhando wa wachungaji, fundisheni kuhusu ndoa. Bado mtapata ukurasa wa 21, Simba makali yale yale, imeandika hivyo. Majaliwa sanani uchumi Ngorongoro, kundi la kifu AFCON yasema hivyo katika gazeti hilo la ah, habari leo, pande wa nyuma kwenye michezo na burudani, mtazamaji wetu upendwa kabisa na gazeti la za sport lasema kwamba Simba yatinga nusu finali FA asubuhi ya leo laandika hivyo. Na Modric kuondoka Real Madrid andika hivyo. Waziri tabia akemewa, akerwa na imani za kishirikina viwanjani. Hamdi jino nje yanga asema ubingwa wa asilimia 99.9 waliokuwa nao eh, laandika hivyo, mtazamaji wetu lakini pia tuna gazeti hapa la uh, sport uh, Tanzania leo upande wa michezo laandika Saradibi Kapu, Simba SC yatangulia anusu fainali kuasubiri Singida Black Stars na Kagera Shuka nasema hivyo yes, Yanga, yefum, ya, la, Yanga waifu ngikia waifungikia kazi Stand United Simba watua kwa kiungo wa Taifa Stars. Manchester United wamempata mrithi wa onana Yanga feitoto kumezea uh, kumezeana uh, kuchangamka linaandika hivyo gazeti hili la uh, Tanzania leo upande wa michezo, lakini pia hilo uh, gazeti la Tanzania leo ndio gazeti ambalo linatufungia usomaji wa magazeti wa siku ya leo tarehe 14 mwezi wa uh, nne uh, mwaka 2025. Mtazamaji wetu, mimi niseme tu kwamba nashukuru kwa kuendelea kufuatilia magazeti haya na utazamaji wa magazeti haya ambayo tunakwenda kuangaza vichwa vya habari ambavyo uh, vipo katika magazeti yetu haya. Mtazamaji wetu, mimi sina cha kulipa zaidi ya kukushukuru sana, we mtazamaji wetu, ambaye umeacha muda wako na kuendelea kutufuatilia kisha kwamba una tufollow una, tufollow, una subscribe kwenye chaneli zetu mtazamaji wetu.